Hello, habari. Tunaishi kwenye maisha ambayo changamoto za kiafya ni nyingi mno na sana sana zikiongozwa na magonjwa yasiyoambukizana. Na katika magonjwa yote hayo unakuta nyingi zinaanziaga kwenye magonjwa yanayoambatana na afya ya moyo na mzunguko wa damu. Na hii inatokana na lifestyle zetu, vyakula tunavyokula vingi vimejaa mafuta, sukari nyingi, ambayo yote ikiingia ndani ya miili yetu mara nyingi inabadilishwa inakuwa mafuta ambayo yanaweza yakatunzwa kwenye mishipa yetu ya damu, inafanya damu damu damu damu damu inafanya isiweze kupita kupita vizuri vizuri vizuri kwenye mishipa mishipa ya ya ya ya damu na na ndio maana this is one of our amazing products ambazo tunairecommend sana kwa kwa kila kila mtu kuitumia unapojali na kuitunza afya yako yako, kwa sababu itakavyoingiza ndani ya mwili mwili wako, mishipa yako ya damu. Damu damu ya mwili wako itasaidia iweze iweze kuachia damu ipite vizuri, sehemu ikipata damu ya kutosha itafanya kazi inavyotakiwa kuanzia kichwa kwenye ubongo mpaka miguuni. Lakini mambo mengi yanayoambatana na afya ya mzunguko wa damu, kuanzia mafuta ndani ya mwili, ndani ya mishipa ya damu, mpaka kutokujisikia vizuri, kuchoka choka, kuamka asubuhi umechoka, kulala umechoka, zote hizo zitaondoka. Lakini pia hata kumpa...